nduzi wa awamu ya pili ya mashindano ya Safari Raga Super Cup 2025 ambayo ni mashindano maarufu na yanasimamiwa na kampuni ya Safari Raga kwa kushirikiana na klabu kongwe, klabu yenye heshima Tanzania, Dar es Salaam Young Africa. Kwa namna ya kipekee tunapenda kutumia nafasi hii kuwapongeza sana e, Safari Raga pamoja na klabu ya Yanga kwa kuweza kuitikia E, e, maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba serikali inashirikiana na taasisi binafsi na, na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kukuza vipaji vya michezo mbalimbali hapa nchini hususan mchezo wa soka. Kwa kupitia suragani hiyo wameweza kuunganisha mawazo yao na nguvu zao na hatimaye kubuni haya mashindano ya Safari Cup ambayo yatakuwa na lengo la kukuza vipaji, kuviibua na kuviendeleza na tunaamini wachezaji ambao wanapatikana katika mashindano haya kuanzia mwaka jana na mwaka huu watakuwa ndio chachu ya kupata vijana mahiri katika kuzitengeneza timu zetu kubwa ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia watakuja kuwa ni zao bora katika kushiriki mashindano ya kimataifa kwa timu yetu ya taifa. Hivyo, kwa namna ya kipekee, Baraza la Michezo la Taifa BMT, tunawapongeza sana kwa mpango huu na tunawaahidi tutaendelea kushirikiana nao katika hali na mali ambao kachazana wanahitaji msaada kutoka baadhi kwa ya michezo wasisite kuwasiliana sisi na sisi, tutawasaidia kuhakikisha kwamba malengo aliyoyapanga kwa niaba ya serikali yetu yanafanyika kwa jinsi walivyoyapanga na kufikia mafanikio makubwa kwa kadri inavyowezekana. Lakini pia timu ambazo zitashiriki kushiriki, kushiriki mashindano haya, tunaomba wazingatie sheria, taratibu na kanuni, ili waweze kushiriki mashindano haya na kuyapa heshima na hatimaye mshindi halali apatikane na hatimaye tuweze kukusanya vijana ambao wamepatikana kupitia programu hii kwa ajili ya kuendelezwa, kukuza timu zetu za ndani, timu yetu ya taifa, na hata wengine kuwauza nje ya nchi kwa, kwa ajili ya kutengenezea ajira za kwao wenyewe na heshima kwa taifa letu.